Hii okay, ni sehemu ambayo mi naipenda sana kwa sababu inafanya uone biashara yako ipo active. Ni SMS Marketing Hub. Kwa Kiswahili hapa ni kituo cha uzaji wa SMS. Sasa, cha kwanza ukifungua tu account kwenye ile free trial au mwezi wa kwanza, lazima upate SMS 20 bure ambazo hizo unaweza kutumia kwa kampeni zako za mwanzoni. Lakini cha kikubwa cha kuzingatia ni lazima ni lazima uwe ume register sender name. Hii ni pending ambayo mi nili itengeneza. Na kuregister pending, I mean sender name ni mm, shingi one time, unalipa mara moja, unapata jina la kuwa unalitumia mda wote kwa nataka kutuma. Mesi inenda, inenda jina la duka lako. <clears> Mfano <throat> hapa ni BZ Shop, ukiandika BZ Shop, inakuwa inenda BZ Shop. Kwa hiyo, unakuja semi ya register name, hapa ndo utajaza taarifa zako, unaona ka business name, jina hilo utachagua. Type ya biashara utaweka namba ya simu, utaka email yako, uta upload business license yako na ID, unaona? Baada hapo, uta continue kwenye payment, itakuwa kama ina upload SK okay, itakuja hapa. Kwa hiyo ita pop up kwenye simu yako, ita pop up ka ujumbe ka kujaza namba ya siri na kulipia. Ukishalipia hapo bas inachukua ndani ya siku tano mpaka saba za kazi. Baada ya hapo jina lako lita, litakuwepo kwenye muda unapotaka kutuma message. Sasa ukija send SMS una uwezo wa kulichukua jina lako. Mfano mimi hapa na jina letu ni Bei Zetu, achuka Bei Zetu, naweza nikatuma kwenye katika group nika browse nika upload na, na client wawili wale ndio wadi, wale kwa anaweza katokea hapa na namba zao za simu na boss ajiweka katika format nzuri, lakini kama ujumbe sina, naweza nikaangalia mfano wa ujumbe zilizopo, muona kama huu, nika preview, nikiupenda huu hapa, nikiupenda huu sana <coughs> au naweza nikaandika mwenyewe, umeona, thank you for purchasing your order. Naweza nika copy hii hapa, au nikachukua hii hapa nika preview hii hapa ya e-commerce bidhaa fulani, au ya loyalty program. Kwa hizo unaweza kuzibadilisha, au kaiandika hapo hapo kwa, kwa Kiswahili kabisa. Umeona, tutaongezea feature ya ku generate kama hizo, unaweza ku generate kwa Kiswahili, tutatengeneza tuta hiyo tuta itakuwepo. Kwa hiyo baada hapo, ukisema unachagua ujumbe mmoja, labda mteja wako umemfurahia, hizi inakuwa inaichukua jina lako, una uwezo wa kutuma hizi message. Kumbuka hapa nilichagua group la customer ambao ndo zile kule tuliziadi lakini kama niki-add manual number naweza nika-add hapa sifuri saba ngapi koma sifuri ngapi, ngapi ngapi kama nao wachache, lakini kama nao wengi niki-add katika group nachagua select all customers wote. Baada ya hapo kazi yangu mimi ni kusend tu. Pap, nishatuma ujumbe wangu, wanapata kwenye SMS vizuri kabisa, template zote ziko hapa unaweza ukaziangalia vizuri umeona, kwa mara kwanza unashindwa kutuma mpaka huo umesajili ile jina lako. Kwa hiyo natakie mapambano mema, na in case ishirini <coughs> zikaa zinaisha unaweza kuja kununua hapa, umeona elfu moja terasini, kwa napata sabu moja ni ishirina therasini kwa elfu moja anapata ngapi? Nimesahau, elfu tatu unapata mia. Elfu moja napata thelathini na tatu, elfu tatu unapata mia, elfu tano napata mia sitini na sita. Mwza hata za elfu kumi namba yako ya simu, taeka email, chagua payment ni mobile, purchase credit kama kawaida itakuja na same ndio kujaza namba ya siri. Basi itakuwa umefanikisha jambo lako. Okay? Kwa hiyo ukisha register tabaki pending hivi mpaka status iwe approved. Hapa status inaweza ikakamilika baada ya kuwa jina lako liko live. Sawa, kwa hiyo, baada hapo unaweza kaendelea